Naitwa Amani Shalua, mimi ni afisa kilimo mkuu, lakini kwa hapa katika kata hii mimi ni afisa kilimo wa kata. Kata hii hapa ni kata ya Mukulu iliyoko wilayani Iramba. Katika msimu huu wa kilimo wa 24 25 tulifanikiwa kupata wafadhili ambao ni Strom, tuliweza kupata mafunzo kuhusiana na kilimo hifadhi. Tulipata mafunzo hayo vizuri, lakini na sisi tulivyokuja kweli tuliingiza kwenye, kwenye utekelezaji wa kile ambacho tulijifunza tukaweza ku, kutekeleza mbinu zote zile mpya ambazo tulizipata. Tulijifunza kwa njia ya kupanda kwa magoyeripa lakini pia kwa kutengeneza mashimo basins hapa katika shamba hili unaloona, njia kubwa iliyotumika ilikuwa ni kuchimba mashimo, ambayo mashamba haya jumla yake ni zaidi ya ekari nane, ambayo njia hiyo ilitumika. Lakini pamoja na changamoto zote zilizojitokeza msimu huu kama ukame, lakini tumeona faida kubwa zilizopatikana kwenye kilimo hiki hifadhi, ambapo kilimo cha mashimo kilitumika. Tumeona kwamba mimea ikuweza ku, kuathirika sana na ukame uliojitokeza, kwa sababu inaonekana kwamba unyevu uliweza kutunzwa kwenye yale mashimo, na mvua iliporejea mimea iliendelea vizuri, kama inavyoonekana ikiwa na afya mpaka sasa hivi, na mavuno sio shaka. Kwa hiyo sasa tumeona faida sasa nyingi tu zipo, kilimo hiki kinahakikisha kilimo chenye tija, kwa sababu idadi ya mimea ni hakikisho kwenye kwenye ekari, kipimo cha ekari moja mimea kama hivi ilivyo stawi hii ya mahindi, mavuno yanayotarajiwa sio chini ya gunia 30 zenye uzito wa kilo mia moja na nane. Kwa hiyo mavuno ni ya uhakika sana. Hakika kila kitu kizuri kinapokuja huwa kinakuwa kinaweza kutiliwa mashaka. Ni wachache ambao wanajitolea kukipokea kwa mara ya kwanza. Wakulima walitilia shaka kwamba kilimo hiki kinaweza kikawa hakina manufaa, lakini hakika wakulima wameweza kuona na wamejifunza wao wenyewe baada ya kuona kile ambacho mimi kama afisa kilimo nimefanya, mimi mwenyewe mashamba haya, wameona matokeo yake, lakini pia vikundi ambavyo ninavisimamia vimefanya vizuri kile ambacho walipata kujifunza sasa. <clears throat> Nilikuwa na kwa sababu hawa ni wadau wetu, mimi nilikuwa ninatoa wito kwa hiki ambacho sisi tumeona kwamba ni cha manufaa sana na kitaenea kwa wakulima wote katika eneo hili, lakini tungetarajia kwamba ubunifu huu wa kilimo hifadhi ambao unahakikisha hasa hasa ambacho tunalenga ni uhakika wa chakula basi kingeweza kuenea nchi nzima ili kuepukana na changamoto ambazo zinawakumba wakulima, kunakuwa na chakula haba. Sasa uzalishaji huu utaweza kuwa na manufaa makubwa, watu wataweza kuzalisha chakula cha kutosha na kupata ziada ambazo zinaweza zikatumika kujiongezea kipato cha familia. Shamba yote yaliyopo ekari nane hayawezi kupungua gunia 250. Ushauri wangu kwa wakulima wote mkoa wa Singida ni kwamba wanatakiwa wachangamkie fursa hii, kuona kwamba ni fursa ya aina yake ambayo sisi tumepata neema hapa kujifunza hiki kilimo hifadhi. Ni kilimo chenye manufaa sana, wakijaribu hata kwa kiasi kidogo, lakini baadaye wataona matokeo yake yalivyo mazuri na kuweza kupanua taratibu na kwa sababu hakika kilimo ni biashara, lazima tutahitajika basi wakulima tutoe wito wajipange sawasawa sawa, wanaweka bajeti zao vizuri kwa ajili ya kukipokea hiki kilimo ambacho kina manufaa sana. Ni kilimo ambacho kinakomboa wakati, kwa sababu hutasubiri mtu akulimie kwa trekta au mtu akalime kwa ng'ombe wakati wewe unaendelea kuchimba mashimo yako na kupanda watu wanaweza wakasubiri trekta ambazo saa ingine zinakuwa hazipatikani, kwa hiyo kitakuwa ni kilimo chenye msaada.